Viongozi wa upinzani wameweka wazi kuwa wataendelea kushikana kwa pamoja kwa ajili ya kumpeleka Rais William Ruto nyumbani ifikapo mwaka 2027. Aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua akisema lengo la rais ni kugawanya mlima ili kupenyeza katika uchaguzi mkuu jambo ambalo halitawezekana. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiahidi umuungano huo kuimarika zaidi na kukashifu maovu serikalini na wizi wa mali ya umma. Muungano wa upinzani ukiongozwa na aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka unaendeleza kampeni dhidi ya serikali ya Rais William Ruto. Leo hii Rigathi Gachagua amesema kuwa nia ya Rais William Ruto ni kusambaratisha mlima na kugawanya ili apenyeze katika uchaguzi ujao na kurejea kwa awamu ya pili. Ndiyo maana mrengo wa Kenya Kwanza unamlenga kisiasa kila wakati. The only way we can have a chance ya kujaribu ni kugawanya hii kura ya Mlima Kenya. Isipogawanyika hata hakuna haja ya kusimama. Kwa sababu hii milioni saba ikiwekwa ya Ukambani milioni tatu ya, ya, ya Western milioni nne ya Coast milioni mbili si ameenda nyumbani. So, ile kazi yako naye, ni vile atagawanya hii Mlima. Na ile mtu anazuia yeye kugawanya hii Mlima ni kamuti hapo wa Munyoro kanaitwa Rigiji. Sasa hii mtu lazima awelekezwe makobora na fitina atenimukabila. Kwa upande wake, Kalonzo Musyoka akisema kuwa ataendelea kushikana kama upinzani na pia Gema, lengo likiwa ni kumpeleka Ruto nyumbani na pia kuepukana na vurugu za kikabila zinazoweza kutokea baada ya uchaguzi kama ilivyoshuhudiwa mwaka elfu mbili na saba. Integration has already happened so that we don't have to wait For another Kibaki Kalonzo kuungana pute Rigathi na Kalonzo kuungana, tumeungana mapema, tumeanza mapema, it will never not happen, and if this happens, this bring stability of the nation. Sijui kama mwananisikia, sijui kama mwananielewa. Ngema ilifanyika, UDA ni strong Rift Valley, although imefifia sana lakini ukiangalia Eldoret especially UDA tukubali hiyo. So if DCP is strong in the mountain, does that render the party leader a tribalist? Aidha, viongozi hao wamekashifu yale wanasema ni maovu yanayofanywa na serikali ya Ruto, ikiwemo uuzaji wa kampuni ya Safaricom. Ndio maana wamesimama kidete kutetea wananchi. Alafu unaibia hata wananchi wako This is a nation ambayo inaporwa sasa hivi and men and women of conscience cannot just wait and see it. Munaona shirika kama Safaricom linauzwa at a throwaway price, na wanajiuzia wao wenyewe na huyo ni uridhi ya watoto, kama vile mzee mzeehaba tamewachia watoto urithi. Wanataka hata kuuza JKI International Airport, pipeline yote so we have to stand and we have stood the problem of Kenya is not tribalism the problem of Kenya is theft of public resources misappropriation of public funds violation of human rights killing of Gen Zs selling of public assets